Ile hatma tuliokuwa tukiitarajia kama watanzania imekamilika. Ndoto ya kuliangaza taifa kupitia mradi wa kufua umeme wa bwawa la Julius Nyerere imetimia. Mradi huu kwa sasa umekamilika kwa asilimia mia moja, huku jumla ya megawati 2115 za umeme zikizalishwa na kupelekea kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa huduma hii nchini. Serikali kupitia TANESCO inaendelea kusimamia kituo hiki kikubwa cha kuzalisha umeme ili kuhakikisha watanzania wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Mradi huu wa Julius Nyerere ulikuwa na maeneo muhimu katika utekelezaji wake. Eneo la kwanza ni eneo hili hapa ambalo ni tuta kuu, yani main dam, ambalo ndilo linalohifadhi maji yanayotumika kuendeshea mitambo. Eneo la pili ni mahandaki ya kupitishia maji yaani power waterways. Hapa ndipo yalipo mahandaki matatu ya kupitishia maji yanayokwenda kuzungusha mitambo ya kufua umeme. Na hili ndilo jengo la mitambo yaani power house. Hapa ndipo iliposimikwa mitambo tisa yenye uwezo kufu wa kufua umeme wa megawati 2115 ambapo kila mmoja una uwezo kufu wa kufua umeme wa megawati 235. Kwa sasa mitambo yote tisa imekamilika na kuanza kuzalisha umeme ambao tayari umeingizwa kwenye gridi ya taifa. Hili ni eneo jingine muhimu, kituo cha kupokea na kusafirisha umeme wa kilovuti 400 yani switchyard. Kituo hiki ndicho kinachopokea umeme uliozalishwa kwenye jengo la mitambo na kisha kusafirisha kutoka katika mradi wa Julius Nyerere hadi katika kituo cha kupokea na kupoza umeme cha Chalinze na kisha kuingia kwenye gridi ya taifa. Na hizi ni kingo za kuzuia maji, yaani saddle dams zenye urefu wa kilomita 17.4 ambapo kazi yake ni kuzuia maji yasitoroke kwenye maeneo ya bwawa yenye mabonde. na hapa ndipo yalipo makazi ya wafanyakazi wa mradi wa bwawa la Julius Nyerere, ambapo katika eneo hili kipo kituo cha afya, ofisi, pamoja na maeneo ya michezo. TANESCO tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuhakikisha mradi huu umekamilika na kuanza kuzalisha umeme. Tanesco tunayaangaza maisha yako. Tanesco tunayaangaza maisha yako, Tanesco, tunayaangaza maisha yako.